Katika kile ambacho kinaonekana mataifa ya Ulaya wanazitaka rasilimali za Afrika kwa mbinu na juhudi zozote zile, tumeona Urusi wameingia mkataba mzito na mkubwa sana na Sudani Kusini, ambapo Urusi imesema kwamba inajenga kituo cha jeshi la majini katika moja ya bandari za Sudani, huku majenerali wa Sudani wakitafuta ulinzi wa anga katika taifa hilo. Viongozi wa kijeshi wa Sudani wamefufua pendekezo la kuipa Urusi kituo cha jeshi la majini cha miaka 25 katika Bahari Nyekundu, huenda kikajengwa katika eneo la Port Sudan kwa kubadilishana na mifumo ya ulinzi wa anga kwa punguzo na silaha nyingine za kupambana na Kikosi cha Msaada wa Haraka, kinafahamika kama Rapid Support Forces, RSF, na hatua hii itaiwezesha Urusi sasa kupata kituo chake cha kwanza cha jeshi la majini barani Afrika na kuongeza ushindani wa pande tatu dhidi ya Marekani pamoja na China juu ya udhibiti wa njia muhimu za usafirishaji ambazo zinaunganisha Mfereji wa Suez pamoja na Bahari ya Hindi. Uongozi wa jeshi la Sudan umeiweka mezani ofa ya kina kwa Moscow, wakiahidi upatikanaji wa muda mrefu katika Bahari Nyekundu kwa kubadilishana na nguvu za kijeshi ambazo zinahitajika haraka katika vita vya wenyewe kwa wenyewe dhidi ya RSF. Kwa mujibu wa maafisa wa Sudan ambao wamenukuliwa, wanasema kwamba rasimu ya makubaliano hayo itadumu miaka 25 na kuiruhusu Urusi kutuma hadi wanajeshi mia tatu na kuingiza manowari nne ikiwemo zinazoendeshwa kwa nishati ya nyuklia, katika hiyo bandari ya, ya, ya Sudan kwa maana ya Port Sudan au kituo kingine ambacho kipo karibu, pamoja na kupata kipaumbele katika upatikanaji wa vitalu vya madini vya kule Sudani. Kwa kubadilishana, Khartoum inataka mifumo ya juu ya ulinzi wa anga ya Urusi na mabomu ambayo yanaongozwa, ambayo yanaongoza kwa bei kubwa, na watapatiwa ili kuimarisha ngome zao za mijini pamoja na kubadilisha mizani ya kivita kwenye njia kuu ambazo zinaunganisha mji mkuu wa pamoja na Bahari Nyekundu. Kwa hiyo, mnaweza mkaona hapa Urusi si tu wanapata hiyo Port Sudan au bandari ya Sudani, lakini pia wamesema watapata na madini, watakuwa na uwezo wa kuchimba madini katika taifa hilo la Sudani. Mazungumzo yameripotiwa kuzingatia uwezekano wa kuipatia Sudani mifumo ya ulinzi wa anga aina ya S-300PMU2 Favorit ambapo rada yake 64N6E2 inaweza kugundua malengo kwa umbali ambao unazidi kilomita 300, pamoja na silaha nyingine aina ya S-350 Vityaz ambayo ilitengenezwa kwa ajili ya kushambulia ndege na makombora ndani ya eneo la takriban kilomita 120 kwa kutumia makombora ya 9M96E2. Kwa mujibu wa maafisa wa Sudani ambao wamenukuliwa, pendekezo hilo linairuhusu Urusi kuweka takriban wanajeshi 300 na kuingiza manowari nne kwa wakati mmoja, ikiwemo zenye injini ya nyuklia. Na upatikanaji wa bandari ya maji marefu kama Port Sudan unaipa Urusi nafasi ya kudumu ya kijeshi ambayo ingepunguza vikwazo vya usambazaji ambavyo vinaikabili kwenye bahari nyeusi pamoja na bahari ya Mediterranean kule mashariki. Manowari za nyuklia zenye uwezo wa kusafiri umbali mrefu bila kuongeza mafuta zinaweza kufanya operation katika Bahari Nyekundu na baadaye kuelekea Mediterranean au Bahari ya Hindi bila kutegemea bandari ambazo zinategemea mazingira ya kisiasa. Maafisa pia wanaeleza makubaliano ya kubadilishana msaada wa kijeshi yanayolenga mifumo yenye uwezo wa kubadili mizani ya vita haraka, ambapo mazungumzo pia yanahusisha uwezekano wa kufikiwa Uh, kwa hiyo mifumo kama nilivyokuambia ya S-300PMU2 Favorit na S-350 Vityaz na tabaka la kati la BUK M2E ambalo limekuwa likitumika dhidi ya ndege drone na makombora aina ya close kwa umbali wa kilomita 45 mpaka 50 na ulinzi wa karibu kama uh, Pantsirs S1 ambayo imebobea katika kudungua droni zilizo na silaha na makombora ambayo yanaelea au ambayo yanaweza yakakaa muda mrefu angani ambayo yamekuwa ni muhimu sana katika medani za kivita pale uh, nchini Sudan. Kwa hiyo Uh, wa Sudan wanahakikishiwa kwamba watapokea silaha za aina hiyo ambazo zitakuwa zina uwezo wa kukabiliana na hatari za aina yeyote ile. Viongozi wa Khartoum Sudan pia wanataka upatikanaji wa mara kwa mara wa mabomu ambayo yanaongozwa na Urusi, ikiwemo baadhi ya matoleo ya mabomu kama vile zile Kalibr ambayo yanaongozwa na satellite pamoja, uh, na, na maroket uh, ya milimita 122 na 220 ambayo yametengenezewa mifumo ya kusahihisha mwelekeo kwa maana ya hata kama ikirushwa ikitokea labda uh, walikuwa narusha kuelekea ukanda wa Arusha, ikitokea Dar es Salaam, baadaye ikaonekana uh, watu wale labda wameelekea sehemu nyingine, labda ni Mtwara au ni wapi, basi hayo mabomu yanaweza yakabadilisha mwelekeo angani. Na tokea mwaka 2022 Urusi wamekuwa wakitangaza mauzo ya mifumo ya drone za kivita za kiwango cha tactical pamuja na zile mail pamoja na majukwaa kama vile Orion E au kiwango kidogo cha Oran 10, na mara nyingi zimekuwa zikipelekwa kama moja kati ya vifurushi muhimu sana vya kijasusi ambavyo vimekuwa vikifanya ufuatiliaji na uchunguzi. Kwao ni miongoni mwa yale ambayo yanazungumzwa kati ya Sudan pamoja na Urusi kwa kubadilishana na na, ki, na kutoa kituo cha huduma katika Bahari Nyekundu, utawala wa kijeshi wa Sudan unatarajia kifurushi ambacho kinatengeneza upya mfumo wa ulinzi wa anga ambao utakuwa na matabaka mengi. Kwa hiyo, kama wakipata hiyo mifumo ya S-300PMU2 ambayo inatumika kwa ajili ya mashambulizi ya juu, wakipata hizo BUK-M2E ambazo hizi zinafanya mashambulizi ya kati, pamoja na hizo Pantsirs ambazo zinafanya mashambulizi ya chini basi itafanya operation za anga za RSF kuwa ngumu zaidi ikiwemo zile ambazo zinategemea drone kutoka mataifa ya nje na majukwaa ya mashambulizi ya kubuniwa, na inaimarisha ulinzi wa Khartoum pamoja na hiyo Port Sudan. Mazungumzo pia yanahusu vitalu vya uchimbaji madini kama ambavyo nimekuambia, ambavyo vimewekwa mahususi kwa kampuni za Urusi kwa kufuata mfumo ambao unaonekana Afrika ya Kati na Sahel kupitia mashirika ambayo yanahusishwa na, na mitandao ya usalama ya kule Urusi. Ifahamike, Sudani ambayo ni taifa la tatu kwa uzalishaji wa dhahabu barani Afrika kwa muda mrefu imevutia uh vifaa uh, th ambavyo vinafanya uchimbaji wa rasilimali kuwa salama. Na kituo cha jeshi la majini katika bahari nyekundu kitaimarisha mkondo wa vifaa ambavyo vinaruhusu watu, vifaa na bidhaa muhimu kusafirishwa kwa njia ya bahari. Kwa hiyo jeshi la Sudani, mpango kama huo unatarajia kusaidia kurejesha uwiano wa nguvu dhidi ya kundi la RSF ambalo linadhibiti sehemu kubwa ya Darfur na kutishia njia za kuelekea mashariki mwa taifa hilo. Kwa hiyo ni kama Urusi wameamua kuingia moja kwa moja na kununua vita hiyo. Uwezekano wa kupata msaada wa kijeshi kutoka Urusi, hata kama ni usaidizi wa kiufundi, usafirishaji wa vifaa, tayari ni kipengele ambacho kinaathiri maamuzi ya pande zote mbili, wakati miji ya magharibi ikiwa bado na taharuki juu ya kujihusisha zaidi uh, katika eneo la mapambano. Kwa upande wa Moscow, malengo yanazidi masuala ya ndani ya Sudan. Kwa miaka mingi, Urusi imekuwa ikitafuta kituo ambacho kinaiwezesha meli yake au meli zake kufanya operation nje ya bezi zake uh, katika bahari nyeusi na Baltic ambazo uh, sasa hivi zimewekewa vikwazo. Kwa hiyo milango ya bahari na mvutano wa kisiasa ndio ambayo imesababisha Urusi washindwe uh, kutumia hiyo bahari nyeusi, pamoja na hizo bahari za Baltic ambazo ndio ilikuwa ni bezi ya Urusi. Kwa hiyo kama watapeleka kule um, Sudan, manake watakuwa wanafanikisha sasa uh, kuchukua maeneo mengi kwa sababu tunakumbuka Urusi wameweka bezi zao kule Talta, Syria ambapo huwa wanafika katika bahari ya Mediterranean, lakini bado hawana nguvu zaidi. Kwa hiyo kituo katika bahari nyekundu kitaipa Urusi upatikanaji wa karibu na wa kudumu katika njia hii, huku Urusi wakiruhusu sasa doria ndefu kuelekea pembe ya Afrika na Afrika Mashariki, maeneo ambayo majeshi ya nchi za magharibi bado yapo. Uwezo wa kuhifadhi meli zilizo na makombora ya Kalibr baada yakiwa ba, ya na uwezo wa kufikia zaidi ya kilomita 1500 utapanua eneo la ushawishi wa kijeshi wa Urusi katika uh, rais wa Arabuni njia za kuingia mfereji wa Suez na sehemu ya kaskazini katika Bahari ya Hindi. Sasa athari za kivita pia uh, zinaweza zikawa ni kubwa zaidi kwa sababu kitendo cha mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga kama hizo S-300PMU2 na Buk-M2E na Pantsir S1 kutaimarisha ulinzi wa miji ambayo inadhibitiwa na jeshi, hususan Khartoum pamoja na Port Sudan dhidi ya drone na rocket ambazo zinatolewa kwa wapiganaji wa RSF kupitia uh, mitandao ya nje. Kwa hiyo Urusi sasa hivi uh, nao wameamua kusimama. Kwa sababu ukiangalia kituo cha Urusi katika Bahari Nyekundu, kinaongeza shinikizo la kudumu katika usanifu wa usalama wa eneo hilo. Washington wanakabili ushindani mkali zaidi ambao unaendelea tayari na Beijing, huku Riyadh, Cairo na Ankara zenyewe tayari zinalazimika kurekebisha misimamo yao mbele ya mtu mpya ambaye anakuja kuathiri uwezo wa nishati na misafara ya kijeshi ambaye sio mwingine ni Urusi. Kwa hiyo uwepo wa kijeshi wa muda mrefu, uh, wa Urusi, uh, katika maeneo hasa Afrika ya Kati hasa nahamasisha mikataba mingine ya aina hii kati ya mataifa dhaifu na yale mataifa ambayo yana nguvu sasa. Urusi sasa hivi wenyewe, kitu pekee ambacho tumeona wanakifanya, yani wanapambana ni kuhakikisha Afrika na dunia inajua nguvu yao iko sehemu gani, tofauti na ambavyo imekuwa ikielezwa kwamba sijui ni wako hivi sijui vile sijui vile. Yani stori zimekuwa nyingi sana za kuichafua Urusi. Kwa hiyo sasa hivi, Urusi kama hivyo nasikia wanakuambia wanaenda Sudan. Uh, mara juzi hapo mlisikia wamesaini mkataba na Tanzania. Uh, kwenye masuala ya nyuklia koo, unaweza ukaona ni kama uh, Urusi na wenyewe wanaendelea kuchukua maeneo mbalimbali mbali. Wanaendelea kutengeneza ushawishi wao kwenye maeneo mbalimbali mbali barani Afrika na ndio maana hata juzi nilizungumza nikasema sasa hivi sio wakati tena wa kuendelea uh, kusema, sijui, mimi sifungamani na upande wowote hapana. Dunia sasa hivi unafungamana, yani kama wewe unafungamana na Urusi, unafungamana na China, unafungamana na Marekani, it's better ukajua yani, watu wajue kuliko wewe kusema utakuwa unakula kote kote, mara uwe na Urusi, mara uwe na Mchina, mara uwe na Marekani, jambo ambalo unakuwa wewe mwenyewe wakati mwingine unajikosesha fursa mbalimbali. Sasa hiki ambacho kinaendelea ninadhani tumewahi kukiongea sana wakati wa nyuma, tunaanza kuripoti juu ya operesheni hizi, tukasema tageti kubwa sana. Sasa hivi mataifa ya Kiafrika yanatafutwa sana, kwa sababu duniani ndio bara pekee ambalo limeonekana lina zile rasilimali muhimu ambazo zinahitajika duniani na bado sisi wenyewe hatuna uwezo wa kuzitumia mpaka tupate usaidizi kutoka kwa hao watu weupe. Kwa hiyo ili kuweza kupata huo usaidizi, ndio maana sasa hivi wamekuja kugawana. Dunia ya sasa hivi imegawanyika katika maeneo matatu kwa maana mataifa matatu ndio ambayo yanaigawana dunia. Kuna Urusi kuna China, kuna Marekani. Urusi nyuma yake ana watu wake, China ana watu wake, Marekani ana watu wake. Sasa swala ni la msingi, ni moja tu, sisi kama Afrika, badala ya kuwa tunaingia kwenye migogoro ya hapa na pale, tungeweza kuunite, tungeweza uh, kuungana, tushikamane ili tuhakikishe kwamba tunapambana kwa ajili ya kulinda rasilimali zetu kwa gharama zozote zile. Lakini kwa bahati mbaya sana, sisi kila uchao tunatengeneza migogoro ya hapa na pale na mwisho wa siku walio tusababisha tuingie kwenye migogoro wanakuja kwa kivuli cha kuja kutatua migogoro, alafu baada ya hapo wanatupa masharti magumu, tunaingia kwenye hayo masharti magumu kama ambavyo tumeona imetokea katika maeneo mbalimbali, na hivi majuzi tumeona imetokea kati ya Rwanda pamoja na Kongo. Mgogoro umetengenezwa na Marekani, Mnyarwanda amesimama katikati kama watchdog wa Marekani, hatimaye Sishekedi anaingia mkenge, anaenda wakasaini mkataba na, na Rwanda. Leo tunapozungumza ni kwamba pamoja na kwamba wamekubali kusitisha mapigano M23 wamechukua baadhi ya maeneo, ukiangalia hasa eneo la Uvira kule wameshalichukua. Mapigano bado yanaendelea kule Kongo. M23 inasemekana inapewa support na Rwanda. Sasa unaweza ukaangalia kwamba